Bwana Yesu asifiwe. Kusukumwa na umati inaweza fanya uingie ndani ya dhambi pasipo kujua. Na wakati swali litakuja, halitakuja kwa watu, litakuja kwa wewe. Ni wewe utaulizwa. Nikitwa tight, ni tena nikitwa tight. Exodus thelathini na mbili Kwanza mstari wa kwanza. Kwa sauti. Mahali kuna koma, toleta koma. Mahali kuna kuliso, kuleka kuliso. Exodus ni Kutoka, e ni Kutoka. Mikrofoni iko hapa. Sasa kwa tayari atakuwa. Exodus 32. Tuanze mstari wa kwanza. Kitabu kinasema hivi, hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka kutoka mlima, wakakusanyana wakamwendea Haroni wakamwambia, "Haya, katufa katufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo, aliyetutoa katika nchi ya Misri, hatujui yaliyompata mimi. Haroni akamwambia, zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu na wana zenu na binti zenu mkaniletee tatu. Watu wote wakazivunja pete za dhahabu zilizo katika masikio yao wakamletea Haruni, akaipokea mikononi mwao, akaitengeneza kwa patasi, akaifanya iwe sanamu ya ndama ya ndama kwa kuiyeyusha, nao wakasema, hiyo ndiyo miungu yako e Israeli, e Israeli iliyo kutoa katika nchi ya Misri. Iba, mtano, mtano. Tano. Naye Haroni alipoona jambo hili akajenga madhabahu mbele yake. Haroni akatangaza, akasema Kesho itakuwa siku kuu kwa Bwana. Amen. Amen.

kujitekeleza wenyewe ni umati ulisukuma huyu jamaa, si ya kwamba alikuwa amepeta mtendo. Mimi sijui umati umekusukuma ufanye nini, ukaambiwa hii imechosha hivi sijui, yani badala ukuwe na uamuzi wako, uko na uamuzi kwa sababu watu wamesema. Hata siku za siasa

Hadi siku za KANU zeneliona maneno baba amesema, mm -hmm. Mama hii ni ya KANU, hii chama ni ya KANU. Watu wamelala wame, kwa goma karibu mundo wetu za vacation, ni watu wamelala nyumbani ni kama kuna matanga, chai imetengenezwa, vitu vimetengenezwa, hii mapoli, mzee ameenda gunia mzima imepigwa, kideri imepigwa hapo, mazukuri ya kadhaa, mandazi imepikwa hapo chai

Sasa tunatembea kwa mbele kwenye line hii. Mzee mwenyewe anajua aone mwana, maana yeye amesimama mbele na kapita yake baada ya kwa nyuma. Na sisi baada ya line kwanza, tunatembea kwanza kuangalia wale wa kwa line yetu. Wale wa kwa line yetu nani hayupo? Kwa na ndugu yangu wa nyumba ndogo akapata mtu, ni jirani kwanza, ni ndugu yetu huko. Amelala nyumbani

Sasa hiyo line ya baba yangu ikiangalia ya ni kama iko namba 2. Naona ni kama kuna mtu ana ni kama mtu anapita baba mdogo. Na unaangalia wengine, unaona huyu ndiye mwana wa nyumbani, huyu ndiye

Kile kitu utafanya mwambie. Mmoja akakrosi kwa dai kidogo, akaambia mzee, sikupatia wapi sana mbeka kwa maana ni no, kuja nyuma. na akakuja, mzee akasonga mbele step moja, akaingia hapa laini hii nyingine hii, kaingia ikafika, kutoka kwa kwa waje ipo kwa goli hii, iko na kubwa hapo karibu na polisi, ilienda mpaka goli hii, ikija kafika kona hii. Namba 2 mwenye sasa sasa alikuwa namba 1 atakuwa namba 2. Akasema haiwezekani huyu sasa si arudi tu kwake. Bwana amekuja kwake mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usisukumwe na watu. Fanya maamuzi yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alisukumwa akatengeneza ndama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wala ambao wanaingia tunasoma Exodus kutoka 32, tulianzia moja mpaka 5. Mstari wa 25. Mstari wa ishirini na tano nasema hivi: basi Musa, alipoona ya kuwa watu hawa wameasi, maana Aroni amewawacha waasi, ili wawe dhihaka kati ya adui zao. Basi Musa wawayalikuwa atu inashangala Mungu

Maana maana hawakuwa wetu, wetu hawangeenda na. Hata tusiende na macho ya watu. Kuna watu wengi unaenda, hata ukikawanyika, wanaangalia kwa sababu umeona wanaenda huko. Bwana Yesu asifiwe. Usiwahi fikia uamuzi kwa sababu ya watu

ni wasichana wamekuja, wanasema ndugu yetu ako tu hivyo mmoja hivyo tukao, tunataka uende ukae uishi na naye, ni mzuri. Wanandoaje na harusi ikafanyika, dada akiwa kuachia hivi anaenda hivi hivi, alikuwa dada wa kiroho. Sasa Mungu akaanza kumfunulia